Kwa hivyo ni muhtasari wa kifupi wa onyesho la kwanza sehemu ya kwanza. Onyesho la kwanza mandhari ya onyesho hili ni nyumbani mwa mzee Yona. Onyesho linapoanza tunamwona mkewe Yona Sara akimeza vidonge vya dawa. Yona, anayeonekana mchovu, anaingia na kushangaa kwa nini hapajapikwa chochote. Sara anasema kwamba anaumwa na kichwa. Kudhofika kwa afya yake kunamfanya asimpikie mumewe kama alivyokuwa akifanya hapo awali. Yona anamuuliza mkewe kwa nini hamwiti bintie Neema kuja kumpeleka hospitali. Sara anamwambia kwamba wamwache Neema apumzike kwa kuwa na mengi ya kushughulikia. Yona anashangaa kwa nini Neema apumzike wakati yeye Yona hakupumzika alipokuwa akigharamia elimu yake. Sara anamwambia kwamba jampo wote walishirikiana wakajibidisha hata katika mazingira ya taabu kumlea; huo ulikuwa wajibu. Yona anasema kwamba Neema pia ana jukumu la kuwalea wazee wake, kwamba kinacholelewa shati nacho kilee. Kwa hili Sara anajibu kwamba Neema ana wakimu wazee pamoja na ndugu zake, licha ya kuwa yeye Neema ameolewa na ana mzigo wa familia yake mwenyewe. Yona anamkumbusha Sara kwamba yasingekuwa makuzi na elimu aliyompa Neema, hata iondoa asingeipata. Anasisitiza kwamba ni wajibu wa Neema kuwalea ndugu zake. Haoni jambo lolote kubwa kwa mtu kuwalea ndugu zake. Sara anamkumbusha msaada wa Neema kwao ukiwemo kuwaajiria wafanyikazi kugharamia matibabu ya Sara na kumtumia babake pesa za kununulia dawa. Yona anatumia baadhi ya pesa kushiriki starehe na wazee wenzake. Mkiwe, anaporejea Mkiwe anaporejelea hili, anakasirika na kumwona kama anayemchonganisha na watoto wao. Mgongoro unatokea lakini, baadaye wanausuluhisha kwa kuko, kwa kukosoana. Onyesho linapoisha, tunamwona Sara akisema kwamba amemwita Dina aje amtayarishie Yona chakula.